Ni jukumu la kila mtu unapoenda mm, kwa choo ndio, leave the toilet clean as you met it mm. Usiache ikiwa chafu mm. Si pia vizuri kuwa unaachia watu uchafu wa kweli. Kingine pia ni wakati unatumia wakati mwanamke ako katika period mm -hmm. Unapotumia ile pad kwa ile muda umepitisha, mm, yes, inachukua ile damu lakini inafika mahali hata ukikaa nayo utapata, kuna ile harufu itaanza kutoka, kweli kweli. Na katika ile hali utapata imeanza pia kukupatia other infections. Mm -hmm. So, ni vizuri pia hata kama unatumia ile, hata wale wako na very heavy flow, wakati ukitumia uh, tu muda mfupi, change mm. usikae nayo the whole day Mm. the whole night mm, itakupatia other infections kweli kweli, kwa hivyo ni vizuri pia kuzingatia usafi na usafi wa mwanamke.